Karibu tena. Jumla makundi ya makundi kumi na mawili yanayojumuisha kina mama, vijana na wanaharakati walioko katika mpaka wa kaunti za Turkana na Pokot Magharibi wamenufaika na jumla ya shilingi milioni saba, fedha ambazo wamepewa ili kuweza kuwasaidia kujikwamua kiuchumi wanapopambana na vita dhidi ya dhulma za kijinsia katika jamii zao. Cheboit Emanuel anaripoti. Ni furaha na mbwembwe iliyosheheni hapa Amakuriat, eneo bunge la Kacheliba, kaunti ya Pokot Magharibi, baada ya kundi la kina mama hawa wa Karemakir kupewa hundi ya cheki ya pesa itakayowasaidia kupambana na vita vya dhulma za kijinsia kijijini. Kama sisi wanawake tumepitia shida nyingi, shida ya kunyanyaswa, kutu... shida ya anza wanaumi wanau wanakimbia, sisi tunang'ang'ana na watoto, sisi wa mama ndio tunaumia. Hakina mama wanaoishi Amakuriat, Alale, Loya, Lokiriama na Lapatu hadi Lokichogio walionufaika wametakiwa kuweza kutumia pesa hizo kwa umakini, wakitaja kuwa visa vya dhuluma za kijinsia vimeongezeka mashinani na itakuwa jukumu lao kupeana hamasa hii pesa umetupea 450,000 itatusaidia sisi kwa mwanfaa maneno ya mabiashara yetu, kwa sababu tunapokuwa na amani hata biashara yetu itaendelea vizuri. Tunapokutana na wamama wengine, hao wamama wengine watakuwa champions tu. Hatuwezi tumia hii pesa kwa intro peke yake, ambao tutaenda mpaka Nadapan mpaka Narus mali tumekuwa tukikutana na wamama Kulingana na Samson Kimeli, mkurugenzi wa shirika la APAD, wamepeana fedha hizo kwa makundi ya kina mama wakilenga kuwainua kiuchumi na kuwapanulia mawazo ya kuanzisha biashara them

Shughuli kama hii imepigiwa upatu na serikali pamoja na mashirika mengine yametakiwa kuiga ili kusaidia kuondoa umaskini na ujinga miongoni mwa jamii. One of our plea even as we wind up this process is to request the leadership, um, on the ground in the region to support to hold the hands of the community groups to hold the hands of the civil society organizations that have been awarded these micro grants. So that we are able to realize the impact that this project intended. Cheboit Manuel Runinga ya Citizen nikiwa Amakuriat iliyoko mpakani mwa nchi ya Kenya na Uganda.